Ziara ya rais Uhuru Kenyatta katika makao ya rais aliyestaafu Daniel Moi kwa mara ya pili tangu kuchaguliwa kwake kama rais ni ishara tosha kuwa Moi amekuwa kielelezo kikuu kwake. Uhuru alifanya mazungumzo ya siri na Moi ambaye anaaminika kuwa mwalimu wake wa kisiasa tangu mwaka wa elfu mbili na moja alipomteua kuwa mrithi wake na mwaniaji urais kwa tikiti ya chama cha KANU. Uhusiano wao ukibakia wa kuzungumziwa, na wengi wanaona kuwa Moi amekuwa mwelekezi mkuu katika safari yake Uhuru Kenyatta katika siasa. Baadaye rais aliungana pamoja na viongozi wengine katika mazishi ya aliyekuwa waziri wakati wa utawala wa KANU James Njiru katika kaunti ya Kirinyaga. Akihutubia mamia ya ombolezaji katika ibada ya wafu, rais aliwarai viongozi wa kisiasa kutumia muda wao kutumikia wananchi na sio kujibinafsisha. Kama kweli tutatatua shida ambazo naekawetu uunazoanii, lazima tujitolee kuhudumia wananchi. Rais alimsifu Njiru kama kiongozi mzalendo aliyependa nchi yake na kuitumikia kwa uaminifu, huku seneta wa Kirinyaga Daniel Karaba akimtaja Njiru kama kiongozi wa hekima. Njiru amemwacha mjane na wanawe wanane. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.